Kwa majina anaitwa Eunice Isaack Wilomo, ni mkazi wa Sumbawanga mjini. A, mimi nazungumzia swala la elimu ambavyo mama Samia alivyofanya kwenye mkoa wetu wa Rukwa hususan ni Sumbawanga mjini. Madarasa yameboreshwa, vyumba vimekuwa ni vizuri sana. Watoto wanasoma eneo zuri kwa sababu ametoa vifaa vingi sana mashuleni na no hivyo kuna mradi wa boosti, madarasa ya boosti yanaenda vizuri. Watoto saizi wanasoma kwenye vyumba vizuri sana. Kwa mimi nimpongeze rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa jitihada hizo alizozifanya. Sisi kama mkoa wa Rukwa, tumejiandaa, tumejia vizuri kabisa kushiriki uchaguzi wa 2025 Oktoba, kwa sababu moja tumejiandikisha kwenye daftari la kudumu la wapiga kura, kwao wananchi wote wa mkoa wa Rukwa wamejiandaa vizuri sana katika swala la upigaji kura Oktoba, kumchagua rais, mbunge na diwani. Sisi ni Tanzania.